Kwa jina anaitwa Hussein Makubi Mwananyanzala, mzamini wa goli la mama. Niko hapa kwenye daraja la Kigongo, Kigongo feri na Busisi kwa ajili ya kuangalia kazi ya mama nzuri iliyofanywa. Nimeona nijifikire mimi nijionee kazi ambayo imefanywa na mama, na mimi nimekubali kwamba ni kazi nzuri ambayo amefanya mama. Asilimia mia tunampa pongezi zake kwa kazi nzuri aliyoifanya kipeke. Baada ya kutembelea daraja hili, nini ambacho umekiona kikiwa cha kipekee zaidi hapo? Baada ya kutembea daraja hili, nilichokiona kizuri ni kazi ambayo imefanya na mama kwa ajili ya daraja hili refu la kilomita tatu. Ni kazi kubwa sana iliyofanya na mama kwa ajili ya kumalizia hili daraja ilivyoachwa na JPM kazi nzuri aliyoifanya ni kubwa zaidi mama, kwa sababu limeacha likiwa chini ya asilimia uh, hata ishirini, kwao asilimia mia amezimalizia mama. Uh, wewe ni mwanamchezo, nini ujumbe wako sasa kwa wanamchezo katika kuhakikisha kwamba kufika na kuona namna gani ambapo wanaweza kumsapoti Mheshimiwa Rais kutokana na mageuzi makubwa ambayo ameendelea kuyafanya hapa nchini kwetu? Uh, kwanza nampongeza mama, kwa sababu kwa kazi nzuri waliofanya, lakini ningekuwa ni naomba watu wakandaziwa tujiandike kwa kumpa zawadi kubwa mama ambao zawadi yetu sisi ni kumpa kura za ndio asilimia mia ndio zawadi ya kwanza ambayo inaiombea mimi kwa watu wa Kanda ya Ziwa kwa kazi nzuri aliyofanya kingine naomba mimi ni mwanamichezo mzamini wa goli la mama ni anaomba wananchi katika wanamichezo wote nchi nzima kwa sababu asilimia tisini wanamichezo ni Simba na Yanga na ndio tunao wazamini nikiwemo mimi na mama mama amejitahidi sana kunyonya kimchezo katika kuzamini kwa kila goli ameonyesha sana mchezo, sasa hivi uko huko juu sana, na nina asilimia kubwa ishirini thelathini mchezo wa Tanzania utakuwa ni hatari sana, kwa sababu najua mama tutakapompa zawadi ya kula atajiz, atazidi zaidi kutoa pongezi kwa vijana wa michezo. Kwa hiyo ninaomba wana michezo nchi nzima tujitahidi, tunaenda kwenye uchaguzi, tujitahidi kumpa kula za ndio mama za bila kupingwa, apite ita bila kupingwa. Bwana Nyanzala, nini ujumbe wako kwa wananchi kuhakikisha sasa wanalinda miundombinu hii ambayo imewekwa katika daraja hili ili iendelee kubakia kuwa salama na mwisho wa siku kizazi na hadi kizazi kingine? Eh, kulingana na nilivyofika hapa nimejionea kazi nzuri iliyofanywa. Sisi kama wananchi sasa ni kazi yetu tulinde mazingira ya daraja hili, liweze kufika kali na nakali, na kwa sababu ni kazi kubwa iliyofanywa na sisi, tufanye kazi kubwa ya kulinda daraja hili mazingira usio waharibifu tena kama kitu ambacho kilichofanya sio kizuri, waka na wakati kikubwa sana kilichofanywa hapa na serikali, na mama pia ndio mwenye, mwenye, mwenye mmaliziaji wa kazi hii. Kwa hiyo kumsapoti kwetu, tuwatunze mazingira ya da daraja hili kila linavyo mwaka unavyoenda, liwe kama ndio jipya ja. At... honors... kingine ambacho nina ki, ninakiunga mkono hapa kwa kazi nzuri ya mama, kwa sababu hapa tangu dunia imeumbwa watu walikuwa wanapita kwa shida sana hapa. Wameanzia kupitia kwa boti, wamekuja feri, lakini sasa hivi mpaka tumetoka kwenye historia ya feri katika Kigongo feri na, na Busisi. Kwa hiyo tumetoka kwenye historia ma, ya feri na boti, tumerudi sasa kwenye kupita kwenye daraja. Kwa hiyo ni kazi ya mama nzuri ambayo tunastahili kumpongeza zaidi na zaidi, sababu dunia tangu imeumbwa hakujawahi kuona daraja kama hili katika Kanda ya Ziwa na kama hili daraja lilivyo ni daraja ambalo ni la kwanza katika Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni daraja ambalo linastahi kuipongeza serikali na mama kumpongeza kwa kazi nzuri aliyoifanya. Kwa hiyo tumebaki sisi kumpa zawadi ya kura tu, na kura hizo sisi tunahitaji kwamba kandaziwe kwa kazi tu nzuri aliyofanya kutengeneza daraja hili kubwa kuzidi Afrika Mashariki. Cha kwetu zawadi ni ni, ni, ni, ni kumpa kura tu za kutosha. Kwa ujumla wake, hiyo miradi ni maneno ya wakosoaji tu, kwa sababu utamkuta mtu anaongea jambo ambalo unakuta ni mwanasiasa anataka anataka labda na yeye apate urais kupitia CHADEMA kwa utakuta anaongea jambo ambalo hata hii anayofanya haya anakuta anaona yeye hayafai, lakini sisi tunavyoona kazi zote zinafanyika ziko vizuri na zinatekelezeka. Kwa hiyo maana tunaomba hata mitano inayofuata ili yazidi kutekeleza zaidi, tutakuwa nafikiri tunaishi kama Ulaya tu.